Baada ya wataalamu wa TRC kama ulivyotueleza mchana kwamba wanafuatilia tatizo ni nini, ni kwa sababu, ni... kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha sehemu kubwa nchini, na hivyo imesababisha itilafu ya mifumo ya umeme kwenye eneo la kilomita sabini na sita karibu na kituo cha kupozea umeme karibu na stesheni ya, ya Ruvu, na kufuatia hiyo changamoto ndio ikasababisha sasa kutokea hiyo hitilafu ya umeme katika mifumo yetu ya uendeshaji nam. Na TMA imetabiri kwamba mvua hizi ni endelevu kwa kipindi fulani. Sasa TRC, si mnawahakikishiaje abiria usalama pindi watumiapo usafiri wa treni zenu? Sawa, kama umefuatilia taarifa iliyotolewa na Wizara ya Uchukuzi, kumbuka kwamba shirika la reli Tanzania liko ni moja kati ya taasisi ama mashirika yaliyoko chini ya Wizara ya Uchukuzi. Wizara mama imetoa taarifa ya athari za mvua uh, mvua kubwa katika miundombinu na huduma za reli jijini Dodoma. uh, kufuatia na, na hali hiyo, sasa serikali imeanza kuchukua hatua za haraka kurekebisha miundombinu iliyoathiriwa na kuhakikisha usalama wa miundombinu unarejea katika hali yake ya awali. Lakini pia wananchi wanaombwa kuwa wavumilivu wakati kazi za urejeshaji zikiendelea. Kwa hiyo serikali imechukua tahadhari. Nam, pamoja na tahadhari hiyo, Fred, unaweza kutueleza ni huduma zipi ambazo abiria wa treni zenu anastahili pale kunapokuwa na changamoto kama iliyojitokeza hii leo? Kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji kwamba abiria anapokuwa ndani ya treni huyo ameshaanza safari, kwa hiyo uh, atapaswa kugharamiwa kama, inategemea na muda kama ni ya chakula cha mchana atapewa chakula cha mchana, au kama ni chai atapewa chai, ama kadiri kurugenzi yetu ya biashara itakavyoona inafaa kuwatendea abiria kwa wakati huo. Na kwa wale ambao walikuwa tayari wamekwisha anza safari kutoka Dodoma wakaishia Morogoro, kwa sababu safari zilikuwa haziendelei kuja Dar es Salaam, wamepata hmm huduma hizo. Kwa, kwa swali hilo kwa sasa hivi siwezi kulijibu kwa sababu hii ni, ni kama ajali. Ajali huwezi kutabiri itatokea itatokea vipi na itatokea wapi, lakini pia nikukumbushe Flora kwamba usafiri wa treni tofauti na mabasi, treni moja inachukua watu mpaka elfu moja mia moja kumi na sita wakati basi linachukua watu nadhani sitini ama sabini Kwa hiyo hata namna ya kuwatendi huwa inatofautiana na inategemea sasa mazingira ya tukio yametokea ya